Jina langu ni Olipa Jelimia. Na kipindi hewani ni elimu. Leo tutaenda kuzungumza na wanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Iringa. Waeleze ni kozi gani wanayosomea, lakini pia ni faida gani wanayoipata baada ya kusoma kozi hiyo. Na ni tofauti gani iliyoko kabla hawajaja chuo na baada ya kuwa ndani ya Chuo Kikuu cha Iringa. Ni kusiti bila kwa pamoja nanyi. Mambo vipi? Kwa majina naitwa Moses Haiki, ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa, nikiwa nasoma Uh, programu ya diploma in information technology, I mean IT. Um, uh, kwanza kabisa napenda kuwapongeza au kushukuru uongozi wa chuo kikuu cha Iringa kutokea kozi ya, ya IT kwa sababu kozi ambayo ina faida nyingi sana ndani ya jamii, na pia vile vile ina faida nyingi kwa mwanafunzi moja moja, yani kwa mtu binafsi. Furthermore, kabla tujaenda mbele sana, ningependa kusema kwamba kabla sijaanza kusoma hapa ndani ya hii kichuo cha IT uh, tulikuwa tunaona, tunasikia kwa watu nasoma IT mimi vile vile mimi na, sometimes tulikuwa tunapenda kujua kujua IT inahusisha na nini na nini, lakini tulikuja kujua, kujua kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo ukiwa navyo ikiwa kama mwanafunzi wa IT na ukavisoma katika hiyo kozi ni vitu ambavyo vinaweza vikakufanyia ukawa na maisha rahisi, usingojelee tena kufikiria mpaka uajiliwe kwamba kazi nini. Manake kuna vitu ambavyo vitajifunza personali, vitakuinua wewe mwenyewe kiuchumi, vitakutoa, vitakufanya uwe mtu ambao unaweza ukafikiria vitu vingi zaidi, bezi na aina ya masomo ambayo tunayasoma. Lakini nilivyopata nafasi ya kuja kusoma hapa bado kuna baadhi ya vitu vingine unakuta unasoma huku, lakini wapo pia watu wengine wanasoma the same like you, lakini huku unakuta ambacho unakisoma wewe ni kizito zaidi kuliko yule mwingine. Kwa hiyo wakati mwingine masomo yanakuwa ni magumu, unaweza ukakata tamaa ukasema kwamba sisi tunaendelea kusoma, lakini kwa sababu tayari umeshakuwa kwenye chain hiyo, au utaki kukata tamaa, inatokao kusimama, kuendelea kupambana, kuhakikisha kwamba goal ambayo ulipotaka kufunga lazima funge. Um, nikifanya kulinganisha zile core subjects na masomo ya ziada ambayo ni extras, subjects ni kwamba sometimes core subjects ni masomo fail. Kama ilivyokuwa course subject. Kwa hiyo uh, tunapata uzoefu mwingi kupitia masomo tunayosoma. Tunapata challenge nyingi za kufanyana na watu tofauti tofauti kwa sababu tunapata mwingine anaweza kenda sehemu ile kujitambulisha kwa sababu tunasoma IT, kila mmoja anasoma IT hivi na hivik aa unapata challenge za watu kutokana na ile course ambayo tunaisoma kwamba tu tunasoma IT ya, na sisi tunatamani kwa watu wa IT, tunatamani tupate mtu wa IT kupata channels na watu tofauti, na na unapata baadhi ya vitu vingine kufanya economically kwa mtu mmoja mmoja nbale ambapo mba wewe mwenyewe kufanya kitu kutokana na uh, lectures ambazo unasoma darasani practice ambazo lectures zinatolewa zina, zina, zina, zina ukazifanye, um, zitakusaidia wewe kuweza kujinua sababu baadhi ya vitu vingine iko mtani watu wanavihitaji, lakini sehemu sahihi ya kukipata lazima atamtafuta mtu IT kama atamtafuta mtu IT na wewe ndio mtu IT au mimi ndio mtu IT, inakuwa ni rahisi kwangu mimi kuweza kupata nafasi ya kufanya vitu vingine ambavyo vitaniingizia kipato um, graphics Photoshop, ila hivyo vyote ni basic na kutokana na kozi ambayo, mtazamaji wa studio media 25, huyu ni mwanafunzi kutoka chuo kikuu cha Iringa akieleza faida gani ameipata baada tu ya kuja chuo kikuu cha Iringa, lakini pia ameeleza baadhi ya masomo anayosomea na faida yake, ni kusema endelea kwa pamoja nasi. Usisahau kulike